Mimi Wanu Hafidha Ameir naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mawaziri. E, Mwenyezi Mungu nisaidie.